Alikuwa na kijiji kimoja kinaitwa Miundu, kijiji ambacho kimejificha kati kati ya milima ya Livingstone, ilikuwa ni huko kusini mwa Tanzania. Humo aliishi kijana mmoja mtanashati mno, mwenye ngozi ya shaba iliyong'ara kama jua la asubuhi. Alikuwa na uso wa mviringo na macho ya kutisha, si kwa ubaya, bali uzuri uliotisha. Jina lake aliitwa Gwajima. Gwajima hakuwa kijana wa kawaida Alikuwa ni Mnyakyusa wa damu aliyezaliwa huko Tukuyu. Alitunukiwa heshima na jamii yake kwa kuwa msaidizi wa kila mmoja katika kijiji chao, lakini moyo wake ulijaa huzuni. Mama yake kipenzi, Bi Mwandu, alikuwa anatamani kufa akiumia na saratani ya tumbo. Madaktari wa mjini wote walimshindwa, kila dawa aliyopewa iligeuka kuwa sumu katika mwili wake. Ndipo Gwajima alipoamua kufanya jambo ambalo vijana wa kawaida wasingeweza kulifanya. Aliingia msituni kutafuta dawa, dawa ya miujiza. Msitu aliyoingia ulijulikana kama msitu wa Kamulinde, wenyeji waliosema ni msitu wa mizimu, mahari ambapo wenye roho safi tu huweza kutoka wakiwa hai. Gwajima alijua fika hatari iliyokuwepo, lakini upendo kwa mama yake ulimfanya asijali, asiangalie nyuma wala mbele, aliwaaga wana kijiji usiku wa manane, akaingia msituni akiwa ya peke yake, akiwa na kifimbo chake cha mpingo pamoja na chupa ya maji na dua aliyoachiwa na mama yake. Msitu ulimkaribisha kwa giza nene na sauti za ajabu. Ndege walilia kama mtoto, miti iliongea kwa sauti za kupepesa. Alitembea kwa siku tatu mfululizo bila chakula cha maana. Siku ya nne alipofika eneo la mto unaoitwa mto Mbwenji aliketi chini ya mti wa mkuyu, akaomba. Alilia akaomba msaada kutoka kwa Mungu kwa sauti ya ndani. Ghafla anga lilitanda mawingu, upepo mkali ukavuma, ndege wakakimbia, ardhi ikatetemeka. Kutoka kwenye majani yaliyokauka alijitokeza mzee mrefu aliyevaa mavazi meupe yaliyong'ara kama mwezi wa Julai. Mzee huyo hakuwa mtu wa kawaida. Macho yake yalikuwa kama miwani ya kung'ara hivi, na sauti yake ililia kama midundo ya ngoma za Kihenga. Gwajima, moyo wako ni safi, umeingia kwenye ardhi takatifu bila tamaa ya utajiri wala tamaa ya umaarufu. Kwa sababu hiyo nitakupa zawadi mbili, nguvu ya kutibu kwa mikono yako na uwezo wa kuona sumu kabla hajapewa mgonjwa. Lakini kumbuka kamwe usitake malipo. Nguvu hizi ni zawadi, si biashara. Mzee huyo alipotea kama upepo, na hapo hapo kwenye shina la mti Gwajima akaona mmea wa ajabu wenye matawi ya dhahabu na mizizi iliyong'ara kama taa. Alijua hii ndiyo dawa, akaichimba kwa uangalifu, akaweka kwenye mfuko wa ngozi aliyokuwa nayo, na akaanza safari ya kurudi. Lakini msitu haukuwa tayari kumwacha aondoke kirahisi. Alipoanza safari ya kurudi, kivuli kikubwa cheusi kilimfuata. Kilikuwa ni kivuli cha pepo la uchu, pepo lililolaaniwa na Mungu kwa kutaka kujua siri za uhai. Pepo hilo lilimwambia, nipe hiyo dawa Gwajima, usiwaponye bure, nenda kaiuze, utakuwa tajiri kama mfalme. Gwajima alipambana na kivuli hicho kwa maombi. Alipiga goti akaweka fimbo yake ardhini, akasema, sitauza uhai, nitautoa bure kama Mungu alivyonipa bure. Mwanga mkali ulitoka kwenye mikono yake, kikafuka kama radi hivi kutoka mbinguni. Kivuli kikatoweka kama moshi, msitu ukanyamaza kimya, njia ya kurudi ikafunguka ghafla mbele yake kama njia ya bahari kwa wana wa Israeli. Gwajima akarudi kijijini akiwa si Gwajima yule wa zamani bali mtu aliyejaa miujiza mikononi na moyoni. Lakini alipofika tu kijijini, alikuta hali si kama alivyoiacha. Watu hawakuumwa tena kwa kansa, bali walikuwa wakifa kwa ugonjwa mpya wa ajabu. Je, Gwajima atakubali kutumia dawa yake mpya kutibu ugonjwa huo mpya, au kuna maajabu mengine makubwa yanamsubiri Gwajima? Alipowasili katika kijiji cha Miundu, watu walimshangilia kwa furaha kubwa sana, kama shujaa aliyeshinda vita. Alikuwa ameenda msituni kwa ajili ya mama yake mzazi, lakini sasa alikuwa amerudi na zawadi ya maisha. Alimbeba mama yake mzazi mikononi, akampaka maji ya mmea wa ajabu, akamwekea mzizi katika ulimi wake. Ndani ya masaa mawili tu mama yake alianza kutembea. Mama yake akatabasamu, akaimba wimbo wa wazee wa Kinyakyusa, akasema, Mungu akituma uponyaji, milima hufunguka kama ni mito hukauka, lakini uhai utashinda kifo. Siku hiyo ilitangazwa kuwa ni sikukuu ya kijiji. Kila mtu alifurahi, changwe ilitawala. Lakini usiku wake ukaja na kivuli kisichotarajiwa. Ilianza na mtoto mdogo wa jirani kuanguka ghafla. Joto lake lilipanda hadi nyuzi arobaini na tano macho yake yakawa mekundu kama makaa ya moto. Baada ya dakika kumi alifariki. Watu walifikiri ni laana Saa moja baadaye wakulima wawili waliokuwa wameenda shambani walianza kutokwa na damu katika masikio, wakakimbizwa nyumbani, lakini kabla ya alfajiri walikuwa wameaga dunia. Kwa muda mfupi kijiji kizima kikaingia taharuki. Ugonjwa huo haukuwa kansa, haukuwa malaria, haukuwa ukoma, ulikuwa ni kitu kipya, kitu cha ajabu na kitu cha kutisha. Gwajima akaingia kazini, alianza kuwahudumia wagonjwa akitumia mmea wake wa ajabu, mmea aliyoupata msituni. Wagonjwa wengi walipopakwa dawa hiyo walirudi katika hali ya kawaida, lakini kuna wengine ambao walikufa muda mfupi baada ya kuanza matibabu. Ndipo walipoanza kugundua jambo la kutisha. Wale waliokuwa wanakufa haraka walikuwa na alama ya ajabu nyuma ya shingo zao. Ilikuwa ni kama mchoro wa moto wa duara, ilikuwa ni kitu ambacho sio cha kawaida. Hata Gwajima mwenyewe alijiuliza maswali mengi, akakosa majibu. Hii haikuwa tu ugonjwa katika mwili wa binadamu, hii ilikuwa ni laana. Gwajima akakumbuka maneno ya yule mzee aliyempa nguvu, alimwambia, utaweza kuona sumu kabla haijamgusa mtu, lakini kumbuka, laana haitibiki kwa dawa, inahitaji utakaso. Akakumbuka kuwa chanzo cha ugonjwa huu mpya kilikuwa ni zaidi ya virusi. Kuna mtu au kuna kitu kilikuwa kinatuma laana hiyo moja kwa moja koa na kijiji na kila aliyepokea msaada wa Gwajima kwa choyo ama kwa shaka alikuwa mwepesi kuathiriwa zaidi. Gwajima akaanza uchunguzi wake. Aliingia usiku mmoja kwenye jumba ambalo limetelekezwa, mahali ambapo watu walidai kulikuwa na vikao vya siri vya wachawi. Ndani ya nyumba hiyo alipata kitu kilichomshtua: kulikuwa na kitabu cha zamani cha laana kilichoandikwa kwa damu ya binadamu Kwenye kurasa za kwanza aliona jina lake limeandikwa mara tano kwa maandishi mekundu yaliyodondoka kama yanachemka: Gwajima, Gwajima, Gwajima, mtabibu aliyepita mipaka, laana inakumilikia. Akajua sasa kwamba kuna nguvu zinazomlenga yeye moja kwa moja. Gwajima hakuwa tena mpiganaji wa kansa, alikuwa amegeuka kuwa askari wa vita vya giza, vita vya kiroho. Katika mlango wa jumba hilo kulisikika kelele ya ajabu. Mlango ukafunguka ghafula bila kuguswa. Nje kulikuwa na mwanamke mrefu aliyevaa nguo za giza na mapambo ya nyoka shingoni. Alimwambia kwa sauti ya sauti mbili zinazopingana, toka kwenye njia hii, kijana wa miundu. Tiba yako haitazuia ya giza. Usiporudi msituni na kutoa msaada wetu, kila mtu uliyemponya atageuka kuwa mzimu. Gwajima wa kuogopa lakini moyo wake ulipiga haraka sana. Mapigo ya moyo yalidunda sio kawaida. Alihisi baridi katika moyo wake, baridi iliyopenya mpaka katika mifupa. Aliamua kwenda kumtafuta mzee aliyempa nguvu, lakini wakati anatoka katika jumba hilo, alikanyaga kivuli chake mwenyewe, kivuli kilichogeuka kuwa kiumbe halisi na kumkamata mguu. Gwajima alipotazama chini na kuona kivuli chake kimegeuka kuwa kiumbe hai Moyo wake ulianza kudunda kama ngoma ya vita. Kiumbe hicho kilikuwa na midomo minne, macho ya njano, na miguu ambayo kama miguu ya kaa. Kilimkamata mguu wake kwa nguvu sana, kikamvuta kwa kasi kuelekea ndani ya ardhi. Gwajima akapiga kelele ya sala, lakini ardhi ikamfyonza mpaka kiuno. Wakati huo huo, alikumbuka fimbo ya mpingo aliyokuwa amepewa na mzee msituni alikuwa hajaifikiria tena tangu aliporudi kijijini. Kwa juhudi ya mwisho, akainua fimbo hiyo juu ya kichwa chake, akaipigiza ardhini, huku akisema e Mungu, uli hai nisamehe kwa kiburi, niongoze tena kwenye mwanga. Ghafla mwanga mkali ukamulika kutoka kwenye fimbo hiyo, ukapasua giza na kiumbe kile kikaanguka chini kama moshi unaopigwa na upepo. Ardhi ikamtema Gwajima na Gwajima akaanguka nje ya jumba lile, jumba la laana akiwa amechoka chakali, lakini mwenye roho iliyojaa nguvu mpya. Usiku huo alitoroka kijijini bila kumwaga mtu yoyote yule. Alivaa kanzu yake ya kijani, kanzu ya kinyakyusa bana, akachukua mmea wake wa miujiza, fimbo yake ya mpingo na kuelekea tena msituni. Katika msitu wa Kamulinde, alijua hakukuwa na amani mpaka apate majibu kutoka kwa mzee yule wa miujiza. safari hii haikuwa rahisi. Kila hatua alihisi kama kuna macho yanamwangalia. Msitu ulikuwa kimya kama kaburi, lakini kila tawi lilikuwa na sauti. Aliomba, akatembea, akalala kwenye mizizi ya miti. Mwili wake ulipungua wa nguvu, lakini moyo wake ulikuwa imara. Siku ya tano alifika tena kwenye ule mto wa Mbwenji, na hapo hapo mzee yule wa nguo nyeupe alimtokea tena, lakini sasa hakuwa peke yake alikuwa ameambatana na mwanamungu mwingine ambaye alikuwa amevaa mavazi ya dhahabu, kila mmoja akiwa na upanga wa mwanga. Mzee akasema kwa sauti iliyojaa huzuni, Gwajima, umevuka mpaka wa mwanadamu, umegusa nguvu ambazo wengi walikimbia, lakini Mungu amekuchagua kwa kazi ya kipekee. Ugonjwa ulioko kijijini kwenu si wa kawaida, ni laana iliyoachiwa kwa sababu ya choyo na tamaa za wachache waliowahi kutoroka msitu huu wakiwa na mmea huo kabla yako. Ili kuikomesha, lazima urudi kijijini kwa mara ya mwisho, sio kutibu, bali kusafisha. Tumia mmea wako kupika maji matakatifu, nyunyiza kila nyumba, usiwaogope wachawi, usiogope laana. Lakini ukimaliza usibaki, rudi hapa mara moja, kabla jua halijazama. Ukikosea utakuwa mfungwa wa dunia mbili milele. Gwajima alipokea maji matakatifu aliyojifunza kuyapika kwa mti ule wa ajabu, akarudi Miundu usiku wa manane. Alipofika kijiji kilikuwa kimya, hakuna hata mtoto aliyelia, hakuna kuku aliyewika, ilikuwa kama kijiji cha marehemu. Akaanza kazi yake kwa kuchukua sufuria ya yake ya udongo, akatengeneza dawa ya mti wa miujiza, akaipika kwa saa nne na akaanza kunyunyizia kila nyumba, aliingia kila kona ya kijiji akisema, kwa jina la Mungu wa mbinguni na toa laana. Mara alipoingia nyumba ya mwisho, ile ya mzee wa zamani aliyewahi kuwa mganga wa kienyeji, milango ilifungwa yenyewe, moto ukawaka kati kati ya kijiji. Kutoka kwenye moto huo alitokea tena yule mwanamke wa giza, sasa akiwa na nyuso tatu, nyuso ya mwanamke, nyuso ya mzee na nyuso ya mtoto. Akampiga Gwajima kwa upepo wa kifo, lakini fimbo yake ya mpingo ikamlinda. Gwajima akapiga kelele kwa jina la Yehova, songa nyuma, pepo la uchu! Mwanga ukawaka kutoka kwenye fimbo, mwanamke akalia kwa sauti ya simba wa porini, akayeyuka na kupotelea mbali. Moto ukazimika, kijiji kikaanza kupumua tena. Watu wakatoka nje, macho yao yakijaa mshangao. Miti ilitulia, ngoma ya bahati ikaanza kupiga bila mtu kuigonga, ndege wa kijani wakaruka juu ya kijiji. Kila mtu alishangaa, lakini Gwajima hakuongea na mtu yoyote yule. Alipiga hatua moja mbili, alionekana kama kivuli, kabla mtu hajamwita, alishatoweka kabisa kuelekea msituni. Ilisemekana aliingia msituni, hakurudi tena, lakini kila baada ya mvua unapotokea jua kali la asubuhi, watu wanasema wanaona kivuli cha kijana mmoja mtanashati akitembea juu ya, ya mto Mwenji akiwa amebeba fimbo ya mpingo na mmea wa ajabu. Na mpaka leo mtoto yoyote wa kijiji cha Miundu akiumwa huambiwa na wazee, usilie, Gwajima yupo anakuona, atakuokoa. Hakika Gwajima alikuwa ni mtu mwenye nguvu za ajabu. Niambie, kupitia simulizi hii sehemu ya kwanza na sehemu ya pili umejifunza nini? Je, gwajima huyu katika simulizi hii kwenye maisha ya uhalisia, kwenye maisha yetu ni nani? Karibu sana. Mi naitwa Jimmy Godfrey. Hii ni Bongo Star Media.